Sikiliza fomula ya kiroho, usikurupuke, usidhani Mungu hayupo, usidhani Mungu asikii. Amna, kuna wakati Mungu anasikia kile ulichokuwa nacho. Mungu anasikia maombolezo uliokuwa nayo. Kikubwa umesimama katika haki, kikubwa umesimama katika usafi wa Roho Mtakatifu. Kikubwa usi, usijaribu kulia kwa Mungu ukiwa unaendelea kufanya malaya, unaendelea kufanya uzinzi. Ah, no, no, no, no, no, no. namsikate kipande hiki, ah, kiposti hivi utakaeshea utake

Wewe mwenyewe anza kuwa safi, usiwe unaiba mke wa mwenzio halafu unasema anadai haki. Usiwe unamdhurumu mwenzio shilingi elfu thelathini halafu unamdai aliyekudhurumu milioni mia. Aa, aa, wote ni wadhurumaji. Wewe ni mdhurumaji mdogo, mwingine mdhurumaji mkubwa, na wewe unaweza kaa ni mdhurumaji mkubwa pia, kutokana na wendo. Uliyemdhurumu elfu thelathini ndio kiwango chake cha mwisho cha uwezo, na wewe uliyemdhurumu na yeye aliyemdhurumu milioni thelathini uenda na mamilioni mamia, mamia. Kwa hiyo wewe utakuwa ni mbaya zaidi. Yesu alisema kwamba huyu mtu ametoa sadaka kubwa kuliko tu, kwa sababu akatoa kiwango cha mwisho, lakini sio kwamba ilikuwa ni hela kubwa.